ambapo sikutarajia hata kwenye maisha kwamba I will be here. Babati, ambapo inatoka strong gene. Prisca nyewe, mmefanikiwa kuingia top 20, songereni sana. Uh -huh. Ndoto zangu za muziki ni kuwa mwimbaji mzuri na katika uimbaji wangu natamani sana wafikie watu mbalimbali wa makundi mbalimbali, that is my whole vision. Umefanya kila kitu sa sawa, yani uhusika umependeza, ulivyomaliza, yani kila kitu kimeenda poa, so nakuomba tu Usije ukaota mapembe. Kupitia BSS nimejifunza mambo mengi sana especially katika mziki, lakini pia katika sanaa. Kwangu mimi wakati ninaanza natamani kuja BSS nilisema, I'm going to learn. Sababu unaweza ukawa na, na talent, lakini ndio maana kukaa na walimu, kukaa na watu mbalimbali wa kukosoa na kukuu point kwamba no, Priska, Priska you can do this, unaweza kufanya hivi. Vokali, wewe Mungu ajisha kubariki. Tunaangalia tu vitu vingine tofauti tofauti. Uchaguzi wa nyimbo na nini, kusema kwamba una kipaji cha sauti that's a given. Hapa tuangalie